Katika somo la kwanza kutoka, sura, kutoka kitabu cha Mwanzo sura au sura ya kumi na moja ambapo watu wa zama zile walipanda kiburi, wakataka kujifananisha na Mungu wakataka kumchalenji Mungu, kwa hiyo wakaamua wajenge mnara ambao utaenda uguse mbingu. Hicho ni kiburi, hayo ni majivuno, huko ni kujitapa na kutamba na mwanadamu anapojigamba, Mungu anamwachilia kwenye nguvu za giza, na hizo nguvu za giza zinampelekesha, zinamsambaratisha. Na hilo ndilo lililotokea wanadamu walipojaribu kujipima na Mungu. Walikosa maelewano, walikosa dira, walikosa msimamo. Na hilo ndilo linalotokea wakati wowote wanadamu tunapopoteza uadilifu, tunapopoteza uchaji, tunapopoteza heshima ambayo tunapaswa kumpa Mungu kama ndiye peke yake Mungu, na ndiye kiongozi, mlinzi na Bwana wetu. Wanadamu waliomchalenji Mungu walichanganyikiwa lugha zao, wakatawanyika na kutawanyika ni kazi au tunda au tabia ya yule mwovu, na ndio maana ule mji waliojaribu kuujenga ukaitwa Babeli. Babeli, mahali pa mafarakano. Babeli, mahali pasipo na msimamo wa kimungu. Babeli mahali ambapo pamepoteza eh, uwiano unaotakiwa. Katika masomo mengine yaliyofuata, kila alipojitokeza Roho Mtakatifu, unaona kwamba unakuwepo uhai, unakuwepo usitawi, inakuwepo tija. Na hilo tumeliona katika masomo karibu yote, na leo tunapoadhimisha mkesha huu wa sherehe ya Pentekoste, tunamwomba Mungu atujalie Roho wake Mtakatifu, Roho ambaye ni nafsi ya tatu ya Mungu, atuhuishe, atufundishe atutakase na kutuongoza katika mapito yake Mungu. Tunapofanya hivyo, tuliombee kanisa lote ulimwenguni, kusudi liendelee kuwa sakramenti ya wokovu na chombo chake Roho Mtakatifu. Tuliombee kanisa katika nchi yetu liendelee kuwa ni kielelezo cha wale wanaoishi kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu wakizingatia fadhila muhimu: fadhila ya ukweli, fadhila ya haki, fadhila ya amani, fadhila ya mshikamano na upendo. Hizo ni fadhila ambazo zinapaswa kuwatanabaisha watu wa Mungu na watu wote wenye mapenzi mema. Pia tuiombee nchi yetu isiongozwe na Roho muovu bali iongozwe na Roho Mtakatifu Mati, mapito yetu yawe ni mapito ya watu wa Mungu, yasiwe mapito ya watu waliofarakana, wasiotendeana mema, wasiozingatia amri na sheria ya Mungu. Amani ya Kristo iwe nanyi.